Eneo la viwanja vya Chuo Kikuu cha Tumaini limegubikwa na vilio pamoja na simanzi wakati wa taratibu za kumwaga mpendo wao zikiendelea. Gregory Biabato ni msemaji wa familia, na hapa anazungumzia taratibu za mazishi. mambo mengine kutokana na nature ya kifo chake, bado Jeshi la Polisi lipo katika e, uchunguzi, na watakapo tayari wao wenyewe watatoa taarifa, ila wametukabidhi mwili tuweze kuendelea na taratibu za mazishi. Mambo mengine tunaachia jeshi la polisi. Sisi kama familia tumechukua mwili na tunakwenda kumpumzisha mpendwa wetu mkoani Kagera. Akitoa mahubiri kabla ya taratibu za kuaga, mchungaji wa KKKT kanisa la Chuo Kikuu cha Tumaini, Godfrey Walalaze, amewaasa wananchi kutafuta msaada na ushauri kutoka kwa wataalamu pindi wanapokumbwa na sintofahamu. Usikubali kufa nataishi. Nawasihi wapenzi wangu kama kama wa aa wanachuo aa, jumuiya wa Tanzania katika maeneo mbalimbali, usikubali kufa nataishi, tafuta msaada, tumia wataalamu na watu ambao wataungana na wewe kuleta amani iliyopotea moyoni mwako ili ukaa wa faida kwako mwenyewe kwa taifa na hata mbele za Mungu wako. Lakini nao baadhi ya wanafunzi waliokuwa wakisoma naye marehemu Emaus Kajura walieleza namna walivyomfahamu na kuishi naye wakati wa uhai wake. Emaus alikuwa ni kijana ambaye ni mcheshi, ni mkarimu na siku zote alikuwepo wazi kuweza kusaidia wengine eh, na kumbuka hata the last session ambayo tulikuwa naye ilikuwa ni Ijumaa, tuko naye tunasoma madarasa jioni, tunajifunza public. Alikuwa akiuliza maswali lakini imekuwa ghafla sana kuweza kuondokewa na mpendo wetu. Unaona, kifupi ni kwa upande wangu mimi au kwa upande wetu sisi wanafunzi wa sheria mwaka watatu na chuo kizima tumeshtusha sana na msiba, na jambo la kusikitisha sana, na tulikuwa tunajivunia uwepo wake. Marehemu Emaus Kajura alizaliwa tarehe 15 ya mwezi wa nne mwaka 1997 na, na alibakiza wiki mbili ili kuweza kufanya mitihani yake ya mwisho kuweza kumaliza chuo hapa katika chuo kikuu cha Tumaini. Mwili wake unatarajiwa kuzikwa katika kijiji cha Izimbia huko mkoani Kagera siku ya Ijumaa. Mimi Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam.